Isitoshe kwamba mda mwingine na marefari unakuta wanachezesha mpira wakiwa na, wa na mapenzi. Mda mwingine alikuwa inafanyika faulu za wazi, ambazo lazima tuchezeshe mpira kwa haki.

lenu eh. Eh, <totitra> <totitra> <totitra> kuna baridi watupe majaketi tujifunike nyumbani ma wa eh. Wageni eh. Ai uao uwanja eh, mali Azam, lakini swala inapokuja, swala la mpira, mpira mali yetu. Kala paja na baba kawaida, kawaida, yani sio kwa Azamu hivi vipigo. Kuna mtu kavikimbia na hii na hii okay. Tunawaambia wanaokuja mbele yetu, Yanga ni liduda likubwa hey, ambalo hey, limeshindikana. Wanavyokuja waje kwa akili, simama hey. Wasije kama wanaenda kucheza labda na dondoka, puko Yanga ni timu kubwa. Uyo anayekuja mbele yetu aje, tutampokea kwetu, njomba trust me, mpira aliopiga leo Yanga Kamfanya Azamu aonekane kama timu ya Ndondo Cup. Kuna dakika thelathini za mwanzo, Azamu alikuwa hajui hata mpira unachezwaje, yaani Yanga alimwa usmati kabisa. Oya, ule sio na bado yaani, kitu ndio maana kuna mtu kakimbia mjombacha, yote, yote na yote yeah. Yanga bingwa